Lakini nikizungumza mahsusi kwa upande wa wanawake, tumeweza kupunguza vifo vya wanawake wakati wa kujifungua. Wakati tunakwenda Beijing, vifo vya wanawake wa Tanzania wakati wa kujifungua ilikuwa vifo elfu moja mia tano kwa vizazi hai laki moja Leo tunapozungumza ni mia moja na nne kwa vizazi hai laki moja lakini vile vile tumeweza kupunguza vifo ya watoto kwa kiasi kikubwa, na hii kazi inaendelea. Lengo la wanawake kutokufa wakati wa kujifungua kimataifa kinachokubalika ni wanawake sabini kwa mwaka mzima wakati wa kujifungua. Sasa sisi tuko mia moja na nne, na lengo hili litimie mwaka 2030. Nina hakika tunakwenda kufikia malengo ya kimataifa. Sisi ni Tanzania.